What's going on everybody? 254 UG Ugendawize. No big news ambao sasa hivi niko nayo ni kuhusiana na msanii kutoka e, Konde Gang pale Ibra. Eh, bana amekuwa anazua anazua sintofahamu nyingi sana ambazo bado zinaendelea kwenda viral kwenye mitandao ya kijamii na yote hii ni mara tu baada ya hapo juzi kati kuweza kutoa e, ujumbe mzito ambao ulikuwa ni kwa watu ambao ni mashabiki lakini pia watu ambao wako na uwezo wa kumsaidia kozanaadaiwa bilioni moja kutoka pale Konde Gang. So kilichokuwa kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii ni baada ya kuendelea kutuma ujumbe, eh, kuendelea kujibu ujumbe ambazo zinatumwa na mashabiki wake kupitia ukurasa wake wa Instagram. So kuna moja kati ya shabiki ambaye aliweza ku, kumuuliza eh, Ibra kwamba kinachofanya uambiwe na Mzee Konde ulipe bilioni moja ni, eh, ni kwamba umeomba utoke kwenye lebo au sababu ni nini? Kwa upande wa Ibra, yeye aliweza kujibu maneno haya akisema kwamba Mzee Konde alinifukuza mwenyewe family Eh, family, family mbele za macho ya watu ni bora angeniambia mwenyewe tu. Aliongea mbele za watu leo ananidai bilioni moja. So hayo ndo maneno ambayo Ibra aliweza kuyasema, na kuna baadhi ya watu wengi sana pengine walikuwa hawaelewi, lakini kwa upande wa Ibra aliwasanua watu kwamba, eh, Konde yeye ndo alimtaka Ibra aweze kuondoka huku akisema kwamba anamdai bilioni moja. Tupe mtazamo wako kwako wewe kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Mimi naitwa Askofu Masero on this one in